Uh, ndugu wapendwa, twende tuone namna ya kuingia kwenye mtandao wa Bebicode ya yeah. Wajapata ikoni yake, utakapoifungua mara ya kwanza e ikoni ita atakupa option ya kuinstall. Kwa hiyo na install unapata ikoni nakua ingia moja kwa moja na hapa. Sasa leo tunaanza kuangalia namna ya kubadilisha lugha ah, hapa ndo mtandao Bebicode, ambapo unaangalia kwa juu hapo kwenye sehemu nyeupe juu kabisa kulia, kuna sehemu imeandikwa English. Kwa hiyo ukibonyeza hiyo, inakupa chaguzi za lugha na lugha mbalimbali. Sasa hivi English ndio imechaguliwa. Kuna Kifaransa, Jerumani, Kigriki, Indonesia, Kitaliano, Kijapani, e... Kipolishi, Kireno, Romania, Russia, Kiswahili, Thailand, wapa, kunda, ki Swahili, Seemu, andika, like Swahili, na takish. Kwa hiyo hapa kitaka kubadilisha kwenda Kiswahili, na bonyeza sehemu iliyoandikwa la Kiswahili, nasubiri ili lugha ibadilike. Tayari kila kitu kimebadilika sasa kila kitu kwenye screen hapo kinasomeka katika lugha ya Kiswahili. Basi naonekana vizuri, naweza ukaandea na chaguzi zako unavyotaka wewe. Asante.